Hii ni Bugoma TV. Habari. Habari. Meli hii inapokuja kwenye eneo letu hili ni kiashiria cha kuendelea kukuza uchumi, kwanza uchumi wa mifukoni kwa wananchi wetu. Wakati wa ujenzi wa bandari hii, wapo wa, waliweza kubeza kwamba ni maendeleo ya vitu, lakini kwa fursa ambazo tumeambiwa hapa takriban ajira za watu 300 kwa mpigo kwenye wiki. Maana yake ni kukuza uchumi wa watu wetu waliopo kando kando ya bandari ya Karema, lakini ni kukuza biashara baina ya nchi hizi mbili, Tanzania na Burundi, lakini baina ya Tanzania na DRC na nchi zingine ambazo ziko kwenye mwambao wa Ziwa Tanganyika na kwenye barabara yetu hapo imetengwa bilioni 212 ambapo wakandarasi tumekagua barabara, tumeona makaravati yameanza kukamilika, mengine yanajengwa, vyuma nondo zinasukwa, kwa sababu mama Samia ametoa fedha, na mheshimiwa akakoswa ameomba fedha, napepewa mheshimiwa akapata diwani wa kata hii miongoni mwa wapambanaji ambao walikuwa napambana iwepo, iwepo bandari ya uhakika. Tuwaalike wawekezaji wenye mitaji ya kuwekeza kwenye meli wawekeze, bandari ipo kwa ajili yao. Wenye mitaji ya kuwekeza kwenye boti kama hii hapa wawekeze, bandari salama iko hapa. Wenye mitaji ya kuwekeza hoteli, njoni Karema Tanganyika maeneo yapo na fursa zipo, lakini wenye mizigo mikubwa tuwaite waje Karema, mizigo ya kwenda DRC Congo, mizigo ya kwenda Burundi, maeneo mengine joni Karema, bandari ipo inafanya kazi. Kwa hiyo wito kwa wananchi mlioko maeneo ya kakano ya Karema, hizi fursa za kupakia na kushusha mizigo ni fursa ambazo mama Samia amewaletea hawa watu wanahitaji chakula. Kwa hiyo kuna watu ambao wenye biashara ya kuuza chakula nao wanafanya kazi, wakulima nao wanapata fursa ya kuuza mazao yao ama hapa ndani ya nchi ama nje ya nchi. Bandari ipo kwa ajili ya watu wote. Naitwa Odsilvesta Mabula, ni meneja wa bandari za ziwa Tanganyika. Hapa tuko bandari ya Karema. Hii ni bandari ya kimkakati, imejengwa na TPA kwa gharama ya bilioni 48, eh mwaka imeanza kazi rasmi e, mwezi wa 9 mwaka 2022. Tumebahatika siku za karibuni kupata mzigo wa kusafirisha kwenda Burundi. Tuna meli inaitwa Teza, imeingia hapa tarehe 23 mwezi wa tatu. E, inapakia ina mzigo wa makaa ya mawe, uishapakia tani elfu e, na, na, na, tisini, na sasa hivi tani mia mbili, ina mzigo wa kuchukua tani 2300 kwa ajili ya kupeleka Burundi. Kwa hiyo ni neema kwetu bandari; ni moja ya bandari za kisasa katika ziwa hili, inaweza kusema kwa ni moja ya bandari kubwa sana katika ziwa hili. Lakini bahati mbaya sana tumekidogo changamoto ya barabara kiasi kwamba imeshindwa kupata mzigo mkubwa. Lakini sasa hivi tunashukuru Mungu barabara inatengenezwa na tunaamini ama iki, ikiwa tayari eh, bandari hii kwa ukubwa wake. Lakini kubwa sana nafikiri kupata bandari zote ambazo zipo katika ukanda huu inaweza kufanya kazi kubwa zaidi na tukapata Eh, mapato kubwa kwa serikali. Naitwa Michael Isaac kapata diwani wa Kata ya Karema. Namshukuru sana mama Samia kwa kuipa mwendelezo hii bandari mpaka kuikamilisha leo hii, sasa tumekuwa na uwezo wa kuanza kupokea hizi meli zinazokuja kupakia, kupakia haya makaa ya mawe, na kutokana na biashara hii ya makaa ya mawe imefanya watu wa Karema kupata ajira kwa wiki sio chini ya watu ya watu 350 wa wanapata ajira majina. Anaitwa Musa Juma ni mkazi wa Karema, vijana tumefarijika tume, tume tume, tume tumefarijika kwa kupata mradi wa bandari, na mpaka sasa hizi tume, tunapata kazi ya makaa ya mawe kupakia meli, kupakia melini kwenda nchi nyingine jirani Burundi. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu pia tunamshukuru na Mama Samia Suluhu amjalie. Si amjalietwa Joseph Kwasi kwa kuwa ishu kubwa ni barabara, barabara bado sio nzuri vile vile. Tunaomba na meli ziongezeke, si Watanganyika si hatuna meli za kuweza kutusaidia. Kwa jina naitwa Vero Kambi, yaani mwenye wanaoka kijueni, mwenye wana kazi yoyote ni ujinga, kwa sababu Mama Samia amejenga bandari haya saizi, hizi tuna meli inaonekana Kazi yote itapotokea sisi wazaliwa Karema tunajitokeza kwa wingi kufanya kazi mbalimbali mbali. Hii ni Bugoma TV habari.